Uh, shirika ni kampuni ambayo inajihusisha na uwekezaji kwa njia ya halal. Kwa hiyo tunasaidia watu kuweza kuwekeza fedha zao kwenye maeneo ambayo yanakubalika kisheria. Tunafahamu kwamba watu wanawekeza maeneo mbalimbali kwenye hisa, atifungani uh, UTT na maeneo uh, kadhalika. Lakini kuna utaratibu wa kisheria ambao unatakiwa ufate unapofanya uwekezaji kwa sababu maeneo yote haya uh, siyo halal. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi hiyo. Kufanya tathmini, kuchambua na kuonyesha maeneo gani ni halal. Lakini la pili, kushauri na kutengeneza miradi ambayo inafata kanuni hizo za halal. Lakini pia tunasaidia kwenye kudizain, kupe, ku kuendeleza na kusimamia uh, mali za wakfu uh, wakfu assets uh, katika namna ambayo ni bora. Lakini mwisho, pia tunasaidia taasisi za Kiislamu hasa kwenye maeneo ya utengenezaji mifumo ya kifedha na usimamizi wa fedha miradi, uh, na maeneo mengine, kuifanya hizo hizo taasisi kuwa endelevu kwa maana ya financial sustainability hizo taasisi. Kwa hiyo kwa wale ambao wangependa unge, kuwekeza kwa njia za halalu, unaweza ku download app yetu ya shirika, na utaweza kufanya uh, mambo hayo.